Mwendelezo wa sakata kubwa ambalo linaendelea e, na tumeamua kuwatafuta wadau mbalimbali wa vilabu hivi viwili kwa maana ya kwamba Simba na Yanga, na kushoto kwangu niko na mwanadada hapa, mashallah unaweza ukamtazama kupitia picha angavu, na atakwenda kutujuza mambo poa kwa majina. Naitwa Gift Hassan hmm. Ya, ni mshabiki wa Simba hmm. Sakata hili ambalo linaendelea hivi sasa kati ya eh, TFF kwa maana ya kwamba na Yanga Africans si TFF tu, pia na bodi ya ligi. Kwenu ninyi kama mashabiki wa Simba mnaitazama kwa namna ipi, ikiwa siku zinazidi kusogea na mnataraji mchezo wa tarehe kumi na tano ikiwa wao hawautambui na kinachoendelea hivi sasa ni barua juu ya barua. Ah, mi nachokijua wao wanajua kabisa yaani mm. kujua wanajua mm. na mi nachoona kwamba kwenye maono yangu mimi mechi mm. iko palepale tarehe kumi na tano mm. watake wasitake watacheza mm. hata kwa fimbo kucheza watacheza. Na wao wakisema wagome kuingia uwanjani bila kuleta timu mm. basi sisi watakuwa wanatuogopa mm. yeah. Umeiona barua ya Yanga Africans ya kwamba wameorodhesha madai yao ambao wanadai, kwa maana ya kwamba miaka mitatu mfululizo e, e, ya kombe la shirikisho, kwa maana ya kwamba CRDB Federation, ya kwamba hawajalipwa Madai hayo yanaelekezwa moja kwa moja kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF, ninyi kama Simba Sports Club mmeliact vipi ili na mnalizungumzia kwa engo ipi, ikiwa hivi karibuni wametoka kuwakoromoa bodi ya ligi na hivi sasa wanadili na TFF? Young Africans wanaonesha ukubwa wao. Ah, wapi hapo mna hmm. ah, chochote hmm. Yaani ishu iko hivi hmm. kwanza ao Yanga wenyewe waseme wao nadai hiyo misimu mitatu ile aliocheza mm. sijui bilioni ngapi hiyo huo ni uongo kwa sababu mimi ninachokijua huyo alikamwe mwenyewe mm. alipigwa faini mm. ya bilioni tatu mm. babake mzazi mwenyewe akasema huyo hela hizo hana hizo mm. hela babake mzazi mm. alikamwe alisema kabisa hizo hela yeye hana anazipatia wapi kulipa na akamsaidia Akas, wakalipa shanelewa kwa hilo swala kusema kwamba sijui wao wanadai wana hajacheza wale walivyocheza wajalipwa hizo mechi zote, huo ni uongo, huo uo ni uongo. Zaidi zaidi wao ndo wa, wa wanadaiwa wana hela, ndio nachokijua sisi na sio wao kudai hela mm, yeah. Eh, kuelekea kwenye mchezo wa tarehe kumi na tano ambao ninyi mnaufahamu wao hawautambui. Wameeleza kwamba matakwa yao manne yasipotekelezwa kwa maana ya kwamba e, Almas Kasongo kuweza kuachia ngazi e, ya kuweza kuachia ngazi hawata hawatashiriki kwenye mchezo huo. Pamoja na matakwa mengine ikiwa e, bodi ya ligi E, baadhi ya viongozi kuweza kung'atuka katika ngazi hizo na waweze, kuunza, kuunda, e, waweze, ku, waweze kuunda kamati ya masaa sabini na mbili ile ya mpito, ndipo ambapo Young Africans watashiriki. Matakwa wanaoyahitaji ni magumu mno na si rahisi kutekelezeka kwa siku zilizosalia. Je, ninyi kama wekundu wa Msimbazi, Simba na mashabiki na wanachama, je, mmejiandaa vipi kuelekea katika mchezo huo ambao watani wenu wanaonesha nia na dhamira ya kwamba hawatatokea na hawajui mchezo huo? kaka mm. unajua siku zote mm. ukimkimbiza chizi mm. na wewe utakuwa chizi mm. manake yule akili zake haziko sawa mm. wewe akili zako ziko timamu mm. kumbe mnakimbizana mm. eh, yule naye sio ndio chizi yule ndio anafanyaje, ushanelewa mm. kwa sisi binafsi yetu mm. hatugombani na mtu mm. asiyokuwa na akili timamu kichwani Yanga hawana akili hawana akili mm. eh, kwa sababu yani kuanzia msemaji wao mm. mashabiki wao mm. wao wanachokiweza wao ni kulopoka tu mm. Eh, kwa sababu kwamba ameumbwa na mdomo anaongea wanafanyaje, wana ni hicho tunachokijua sisi. Jana mm. nimeona barua kwamba hatuchezi finali zote ni mechi zote ziliobaki. Mm. Wao wow, wengizi aw, aw, timu nji uwanjani maanake hawachezi. Na pia hawatashiriki ligi msimu unaokuja. Yeah, ndo walivyosema hivyo hivyo kwamba wao wow, hawatashiriki ligi mm. na michezo yote iliyobaki hawachezi. Mm. Eh, ndo walivyoongea hivyo nikashangaa. Huyu mm. hivi kweli vipo timamu kichwani? Mm. Unajua bwana, siku zote wanasemaga wenyewe kwamba nyani yeah, alionaga kundule mara ya kwanza tarehe nane hmm. Mechi ilivyoahirishwa walisema, sisi ndo tumetumwa kimbia wao sisi watu wa kukimbia bali wao ndio wametukimbia sisi mm. ndio maana wakaleta vitimu vingi, sisi tusiweke timu uwanjani tusende mm. wa kufanya mazoezi, kwa sababu wao sisi wanatukimbia. Lakini baadaye walivyokopa, wana akili timamu kichwani, ambao wanajua kuongea ongea, wanasema oh, wametukimbia sijui kufanyaje, ni kama sisi upo ndio wakimbia wao. Mbona walikuja Bunju kwenye uwanja wetu wa mazoezi, wakasema wanataka wacheze wa wa mechi mm. kwa nini? Na walipanda gari wakaunguza mafuta yao, wakaja hapo kwenye uwanja wetu Bunju ili tucheze mechi Alafu kutoka hapo wao wanasema wa sisi tumewakimbia wao, inakujaje sasa? Nasemaje? Nasemaje? narudia tena, nasemaje? hiyo tarehe kumi na tano wasipoleta timu uwanjani, au utopolo au viulao, wasipoleta timu uwanjani, sisi tutachukua pointi tatu magoli matatu. Lakini, lakini kumbuka ya kwamba e, barua yenu ni kama ya kichokozi hivi e, katika kitu ambacho mmekiorodhesha kwenye barua yenu mnadai sababu ni kwa nini mchezo hauku, haukuwepo tarehe nane. Kitu gani ambacho kilifanya mpaka mchezo ukaghairishwa? Watu wamekwenda mbali, kwa maana ya kwamba watani wenu wameuliza, mwanzo hamkuliona hilo? Aidha ndio mnawaunga mkono Yanga Africans kwenye kuhakikisha mnatibu mpira wa Tanzania kama ambavyo wanaeleza hapana. Kitu kile ambacho mimi nakataa Simba siku zote ni mtu mkubwa. Simba siku zote hata bumbugani, yeye ndo mnyama mkubwa ambaye watu wote akinguruma tu, watu wote wanakaa kimya, wanyama wote wanakaa kimya. Wao wanachokifikiria wao tofauti na sisi tunachofikiria sisi. Unajua bwana, akili zangu mimi naweza kwako hmm. E, kwa kwa wewe ni tofauti tofautie, yaani ndio tofauti kwa unachokiwaza. Mimi nacho ukiwaza wewe ni vitu viwili tofauti kabisa hmm. e Unaitwa, mimi naitwa Gift Hassan. Eh hmm. e. Unataraji kwenda e, Benjamin Mkapa, ikiwa uwanja wenyewe wanasema hawajatangaza vingilio, vijatangazwa, tarehe zinazidi kusogea. Umejiandaa vipi kuelekea katika mchezo unaofuata, kwa maana kwa ya kwamba dabi ya Kariakoo? Yaani mimi nasemaje, wao hmm. wapange wa, wa, hmm. waende Zanzibar hmm. tunaenda, waende KMC tutaenda hmm. tutaenda Azam Complex hmm. tutaenda hmm. yote kumi na mbili. Wakisema hata tuende pale Ilala pale si tutaenda, ila si tunachokitaka dabi ichezwe, kwa sababu ehe, dabi ichezwe na kazi ya tena dabi na lazimisha ichezwe na watacheza. hmm. E, watake wasitake wao watacheza e. Kwa sababu mkuu mwenyewe kashasema kwamba mechi tarehe fulani wewe, anasema manake, manake, ya kwamba mchezo huo hawatatokea na hakuna mwanaume yoyote ambaye anaweza wakagusa walau nusu pointi, ataiona nguvu ya wananchi. Kauli hii ni tata zaidi, haijawapa mashaka fulani kuelekea katika maamuzi, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi na ninyi kwa ujumla, ambaye mtadai alama tatu baada ya Young Africans kutokutokea katika mchezo huo? Sasa nataka nikuulize swali moja tu, una mchezo katikati hapo ulitokeaga Zamaleki alifanyaje? Sasa alipo pointi tatu zake. Wale si waligoma kuja uwanjani. Yule akachukua nini? Pointi tatu na magoli yake matatu. Habari imeisha. Ndio hivyo. Kwa hiyo mimi nachokijua bwana, Tanzania kwanza mpira hamna. Bali kilichobaki sasa hivi ni siasa tu. Ushanielewa eh? Kwa hiyo kama ingekuwa ni mpira upo, hayo tasingetokea. Na kingine, sasa hivi Simba na Yanga sio watani tena kama zamani. Basi sasa hivi kilichoingia ni kukomoana. He, ni maadui. Na sasa hivi kilichobaki sasa ni kukomoana. Piga nikupiga piga nikupiga piga nikupiga, sasa ndio wanavyotaka kuwa. Ndio hivyo. Kwa hiyo wao wakisema kwamba hakuna mwanaume yoyote wa kuingia wakugusa pointi tatu, sawa. Kama wao kama wao ndio wametawala sana wao ndio wanajua sana sawa, tutaona. Lakini mi nasemaje, mechi iko palepale. Wao sema wao wanawapotesha kiakili mashabiki wao, kwa sababu hawataki kutaja kiingilio mpaka sasa hivi. Unanielewa, eh? Lakini wao wanajua kabisa kama mechi iko pale pale, ila kusema kiingilio. Jamani, wao mnachotaka watangaze kiingilio, watu wakae waelewe. Wito wako kwa mashabiki na wanachama wa Simba wale ambao wanatoka mbali mikoani e, kwa maana ya kuja ya kutazama mchezo wa Dabi ya Kariakoo ikiwa bado wana, wana, wameingiwa na sintofahamu juu yanayoendelea hivi sasa, unawaambia nini sasa wale ambao wanatoka mikoani na sehemu mbalimbali, wengine wanatoka nje ya nchi ya Tanzania? Mimi ninachowaambia tu kwamba wao wasikate tamaa dabi iko palepale wakate tiketi na iwasogee sehemu ya tukio ili tuje <moanilia> kumwona mnyama Simba anakonguruma wapi, tunakomwona Mpanzu, Elia Mpanzu wapi anakoteleza. So, yeah. Yeah. Mm, na huku nyuma unaona kumgongoni kwangu, mm, hiyo namba kumi na tano Shabalala. Kwa hiyo sasa huwezi kupata pointi tatu bila kumkaba Shabalala, huwezi kupata pointi tatu bila kumkaba mpanzu, huwezi kupata pointi tatu bila kumkaba kagoma. Usiniambie nini budo, baba, achana naye yule. Mimi naitwa Gift Hassan, haina shida. Huyo ni Gift alikuwa akizungumza juu yanayoendelea. E, sakata kubwa la rusha barua ni kurushia barua kati ya Young Africans, zidi ya africans dhidi ya bodi ya ligi hivi sasa limeonekana kushika hatamu na kusumbua vichwa vya watu juu yanayoendelea. Nikwambie tu kwa mwendelezo wa taarifa zetu juu aliyozungumza dada huyu, eh bana, tukutane hapo chini kwenye comment section. Wewe una maoni gani juu ya aliyokisema? Nikwambie tu sina la ziada na bye bye. Nikutakie siku njema na mpaka wakati mwingine tena.